Hivi karibuni. Ah, mm. Uh, nimepewa mm, fursa ya ku ya ya ku namba ya pili mm, na namba ya pili ni salamu za mchana. Mm. Eh okay. Umekosa kidogo eh, lakini tu rekebisha. Weki oh, ameandika kiganda. <laughs> <laughs> <laughs> Nadhani kila mtu anaelewa mchana hadi saa tisa kamili. Mm, Kuna kuna jio hapa ah. Tuna, tuna mfano wa wa kusalamia mchana, salamu za mchana. Hebu tuanze na za habari za habari za mchana tunaandika

Mm -hmm. Lakini mshindaje inafanya sana hata jioni. Yeah. Because how have you spent the day? Lakini anza inaanza inaweza kwanza hapa msichana, kwa sababu kutoka asubuhi umeshinda. Lakini nafaa sana jioni hata na usiku usiku mchanga. Unaelewa usiku mchanga? Unaelewa usiku mchanga? Usiku mchanga unaanza uh, saa Saa moja usiku hadi saa saa sita saa. Hmm. Yes. Mm za usiku hmm. Tena usiku wa manane unaanzia hapo, hmm. saa sita, sita, <laughs> za usiku hadi alfaji kuna alfa alfa. <laughs> Waislamu hapa ndugu maji, mm -hmm. Alfaji. <laughs> alfa <G. laughs> <laughs> usiku wa manane Osimila. Katika Kiganda wanasema matumbi mbibu. Mbibu. Mbibu. Mbibu. Mbibu. Usiku wa manane. Usiku wa manane umeshinda? Je, mfano wa tatu, mfano wa tatu dada yangu wa nyuma

Tazama anasema mwalimu wa mwalimu wa zamu. Mwalimu wa zamu. Unamjua mwalimu wa zamu? Leo darema maska? Kazi yake ni kufanya nini? Fit order. Kazi yake ni kufanya nini? To maintain hmm? it's like a prefect. Ni mwenye mwenye wiki, kazi ya yake ni ofisi ya sasa, wiki yote au siku hiyo yote ni ofisi ya O wakati anafanya anapofanya kazi hiyo anakukutwa. Tunaelewa? Habari ya kutwa. Habari hmm, ya kutwa. Duty. <coughs> <coughs>